Mdao, leo nitakueleza namna ya kuweza kufungua akaunti yako ya Afropari. Hatua ya kwanza, unatakiwa uingie Google uandike afro Afropari, kisha una search Afropari kisha search Afropari dot com dot com. Afropari com ao, unakuja hapa, hii hapa sehemu ilipoandikwa Afropari com una scroll down, com down mpaka upate Afropari com isha fungua, uta click hapo, itakuleta sehemu hii hapa, kuleta sehemu hii hapa, utakuja utabofya hapa sehemu palipoandikwa registration kwa mfano cha mwanzo registration, utajaza email yako hapa. Ukishajaza email hapo, uta create password hapa, password ambayo utaikumbuka So, ambayo utaikumbuka. Sehemu ya promo code, enter promo code utajaza A saba saba saba moja. Hii ni kwa ajili ya ya kupata bonus. Kwa hiyo promo code utajaza A saba saba moja, A saba saba saba moja, kwa hiyo A saba tatu na hiyo moja. Ushamaliza hapo, utaklik register kama unavyoona hapa utakliki register. Hapa utaambiwa confirm that you are not a robot. Utaletwa katika e sehemu hapa ambao utatakiwa kuthibitisha kwamba wewe sio sio roboti. Kwa hiyo kuletwa katika sehemu hii hapa kisha leta katika sehemu ya kuthibitisha kwamba wewe sio roboti, utafanya hivi. Uta scroll aka mshale kuelekea sehemu ambayo kuna hii nafasi ya kufunga goli hapa. Kwa mfano, ukipeleka hivi mpira utaenda hivi. Kwa hiyo, unatakiwa upeleke hivi kuelekea sehemu ambayo kuna hiyo nafasi ya ya kufunga goli. Kwa hiyo, utapeleta hivi, utapandisha, utakuja hivi paka kwenye hii nafasi. Ukishajaza kwenye hii nafasi hivi, tayari kwa hiyo kama utashindwa, maanake haito kubali. Kwa hiyo unatakiwa ulete. Kwa hiyo unaona mpira kwa una upande huu, kwa hiyo utaleta huu mpira, utauleta hivi. Ukipeleka hivi, unaona unakwenda. Kwa hiyo unatakiwa urudishe hivi kushoto, mpaka hapa sehemu ambayo kuna kuna nafasi. Kwa hiyo unafunga hivi, unafunga hivi, ngoja nikosea kidogo unakua hivi mto unatakiwa ujae. Umeona hivi, ukishafanya hivyo tayari. Kwa hiyo akaunti yangu hapa iko tayari, akaunti yangu hiyo hapo na paswedi hiyo hapo. lekambonasini laki tano na arobaini na tano ukidipoziti. Kwa hiyo hapa nadhani nikasevu paswedi yangu na isevu asie picha au kama faili au kama nitumie kwenye email. Kwa hiyo hapo, unaweza kuona tayari nimeshatumia. Kwa hiyo nikishamaliza, nitakuja hapa continue to deposit. Kwa hiyo ID namba yangu hiyo hapa, unaweza kudeposit kwa Tigo na kudeposit kwa Airtel Money au njia nyingine zozote ambazo zinakuwa huko Njia ya boda na fita kwa ya hivi karibuni. Kwa hiyo, nambu nambu. Kwa hiyo, kwa hiyo, hiyo hivi ndio namna ambavyo ninaweza kufungua account yangu nimeshaishika ni hiyo. Hii ni njia ya kwanza ambayo naweza nika edit profile nikajaza jina langu na mambo mengine. Hiyo ndio namna ambayo unaanza ukajisajili na Afropari.